Leo tunafika kwenye siku yenye shughuli nyingi zaidi katika huduma ya Yesu kama ilivyorekodiwa kwenye Injili. Na hii siku hii hasa, licha ya kuwa na shughuli nyingi, itakuwa ni alama ya mabadiliko katika jinsi Yesu anavyojitoa kwa taifa la Israeli. Viongozi wa kidini wamekufuru dhidi ya Roho Mtakatifu, wamehusisha nguvu za Kristo juu ya mapepo na shetani anayefanya kazi kupitia Kristo, kama unaweza kufikiria hilo na kwa hilo hapo kuna hatua ambayo hakuna kurudi nyuma ambayo imetokea wakati viongozi wa kidini wa Israeli wanamkataa Yesu, Yesu mfalme, na hatimaye kuongoza taifa kumkataa pia. Kuanzia sasa na kuendelea, Yesu hatatangaza tena kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na hiyo ni kwa sababu ufalme halisi, hiyo ofa sasa imeahirishwa. Sasa kumbuka hili, wapendwa, hakuna kati ya haya yanayomshangaza Bwana. Hii si mpango bisasa, hii ni sehemu ya mpango wake kwa kweli. Kama vile wasi wa Adamu dhidi ya Mungu haukuharibu mipango ya Mungu, basi kukataliwa kwa Yesu na Israeli ni sehemu ya mpango wa Mungu wa nyakati zote. Sasa kuna maneno mawili ambayo yanahitaji kufafanuliwa kabla hatujaendelea, na moja ya maneno hayo ni dispensation au dispensationalism. Dispensationalism ni mfumo unaotokana kimsingi na kutafsiri Biblia yote kwa maana halisi, kama ninavyofanya leo. Mtazamo huu halisi wa maandiko huongoza kwenye ufahamu kwamba kuna vipindi mbalimbali mbali vya wakati au vipindi ambapo Mungu na watu wake wanahusiana kwa njia ya pekee. Fikiria hivi, Adamu na Hawa waliishi katika kile tunachokiita dispensationi ya kutokuwa na hatia. Hicho kilikuwa kipindi ambacho Adamu na Hawa hawakuwa na dhambi. Mungu alichukua umbo fulani na na akatembea nao kimwili jioni. Hakukuwa na kifo katika kipindi hiki, na pia hakukuwa na mavazi kwa njia. Baadaye ilikuja kile tunachokiita dispensation ya sheria, pamoja na mfumo wake wa sadaka, sheria za Musa kuhusu chakula na ibada ya Sabato. Lakini leo tunaishi katika dispensation ya agano jipya. Yani, hiki ni kipindi tunachokiita dispensation ya kanisa. Hii ni dispensationi ya ajabu sana, kwamba sasa Roho Mtakatifu anaishi ndani ya kila mmoja wetu tofauti na dispensation za agano la kale. Sasa tunaweza kumwabudu Bwana moja kwa moja, tunaweza kuzungumza naye kibinafsi. Hatuhitaji ukuhani, hatuhitaji tena sadaka za wanyama na siku moja tutaingia kwenye dispensation ya ufalme. Hapo ndipo Yesu atakaporudi pamoja nasi duniani baada ya dhiki kuu, na tena mambo mengi yatabadilika katika dispensation hiyo. Kwa sasa wewe ni mfalme au malkia mtarajiwa ambaye utatawala pamoja na Yesu Kristo katika ufalme wake ujao. Ufunuo 19 na 20 vinatupa maelezo sasa fuatilia hapa, hata ingawa Israeli wamekataa ofa ya ufalme wa Kristo, Mungu bado ana mpango wa ufalme unaoendelea. Sasa Biblia inamaanisha nini inapozungumzia ufalme wa Mungu sasa, kwamba tuko katika kipindi hiki cha kanisa au enzi ya kanisa? Kweli leo Yesu anatawala ndani, kiroho katika maisha ya wafuasi wake. Siku moja atatawala kimwili na kihalisia juu ya ya dunia yote katika dispensation hiyo ya baadaye ya ufalme wa miaka elfu moja. Sasa neno la pili ambalo nataka kufafanua ni neno mfano. Mfano kwa maana halisi ni kitu ambacho kimewekwa pembeni au kando. Kwa maneno mengine ni hadithi ya kidunia inayofikisha ukweli wa mbinguni ambao umeletwa karibu. Ni hadithi kuhusu kitu cha kawaida kabisa, kama vile ndege, miti, majani, chochote, lakini inafundisha jambo la kiroho. Sasa kwa sababu viongozi wa Kiyahudi wamekataa ile ofa ya ufalme kutoka kwa Kristo, kweli za ufalme zilizomo kwenye mifano ya Yesu hapa zitakuwa fumbo kwao. Ni watu tu wanaomfuata Yesu ndio watakaopatiwa uelewa wa kweli za milele zilizoambatanishwa na hizi hadithi za kidunia. Sasa mpango wa ufalme wa Mungu unaonekanaje leo? Basi Bwana atajibu hilo kwa mifano. Atakuwa ameketi hapa ndani ya mashua, atakuwa anazungumza na umati uliopo kando ya ufukwe, na Yesu anatoa mfano wake wa kwanza. Tunaupata katika injili ya Marko sura ya 4 mstari wa tatu. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda, na alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zikaanguka kando ya njia, nao ndege wakaja wakazila. Shamba la mkulima wakati huo lingegawanywa katika vipande na kati yake kukawa na njia, na kwa muda wote watu wakipita pale, ardhi ya njia hizo ingekuwa ngumu kama saruji. Sasa mstari wa tano: mbegu nyingine zikaanguka penye miamba ambapo hapakuwa na udongo mwingi, na mara zikaota kwa sababu udongo haukuwa na kina, lakini jua lilipochomoza ziliungua, na kwa kuwa hazikuwa na mizizi, zikakauka. Sasa mstari wa saba: mbegu nyingine zikaanguka kati ya miiba na miiba ikakuwa na kuizonga, hivyo haikutoa nafaka. Sasa mstari wa nane, na mbegu nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri na zikazaa nafaka zikakuwa na kuongezeka na kutoa mara thelathini, sitini na mia moja. Sasa hapa kwenye mstari wa kumi na nne Yesu anaanza kuelezea mfano huu kwa wanafunzi wake, na kwanza anaeleza kwamba mpanzi hupanda neno. Hivyo basi mbegu ni neno la Mungu, na Yesu anaeleza kwamba tunapopanda mbegu tunaweza kutarajia majibu manne tofauti. Ningependa kuita jibu la kwanza moyo usiopokea. Hii ndiyo mbegu inayodondoka kwenye njia ngumu, kama ilivyoelezwa hapa. Yesu anapozungumzia watu wanaosikia neno, mstari wa kumi na tano unasema, lakini shetani huja mara moja na kuliondoa neno lililopandwa kwa hivyo. Shetani eh, yeye ni kama ndege anayepaa na kuchukua neno haraka. Kwa kweli, hili ni jambo rahisi kwa Ibilisi kwa sababu huu ni moyo mgumu, tangu mwanzo haupokei neno la Mungu. Sasa jibu la pili tunaweza kuliita moyo wa pupa. Hii ndio udongo wa miamba, na Yesu anaeleza hapa kwenye mstari wa kumi na sita wanasikia neno na mara moja wanalipokea kwa furaha, hawana mizizi ndani yao, bali hudumu kwa muda mfupi, kisha dhiki au mateso yanapotokea kwa sababu ya neno, mara moja huanguka. Majibu yao ni ya shauku, lakini ni ya juu juu, ni ya muda mfupi tu. Walitarajia Ukristo utakuwa unajua, wastarehe. Unajua, huenda mtu aliwaambia kwamba Yesu atatatua matatizo yao yote, matatizo yao ya kiafya, unajua akaunti yao ya benki ikiwa chini ataiweka sawa. Lakini Yesu anasema hapa mateso yanakuja. Kwa kweli, Ukristo hauondoi matatizo yao, inaleta matatizo. Na hatimaye wanagundua basi Yesu inaonekana sio kama malkia wa meno, hivyo wanaamua kuondoka. Hawajawahi kuamini tangu mwanzo. Sasa kuna jibu la tatu linalowezekana kuhusu upandaji wa neno. Hili ningependa kulita moyo ulio na mambo mengi kichwani. Hapa katika Injili ya Luka sura ya 8, Yesu anawafafanua hapa kwenye mstari wa 14 na yale yaliyoanguka kati ya miiba, hao ni wale wanaosikia, lakini wanapoendelea na safari yao wanazongwa na mahangaiko, utajiri na anasa za maisha, na matunda yao hayakomai. Kwao basi wasiwasi wa dunia, mvuto wa mali, hayo ndio yanakuwa vipaumbele vyao maishani, na hivyo vinazima matunda ya kiroho. Kwa njia, majibu mawili ya kwanza ni wazi kabisa, yanatoka kwa wasioamini. Hawa hawaamini ili waokolewe kama inavyosema mstari wa kumi na mbili. Wengine wanaamini kwa muda tu kulingana na mstari wa kumi na tatu. Udongo hapa kwenye mstari wa kumi na nne kwa kweli una matunda. Nataka uone wana matunda lakini hayakomai. Unaona mahali fulani njiani walishughulishwa sana na mambo ya dunia inayowazunguka. Ninaamini wameokoka lakini kwa sababu ya maamuzi mabaya, vipaumbele visivyo sahihi, hawana matunda. Wamezeeka katika imani yao, lakini hawakui katika imani yao. Unajua, ninawajua Wakristo wengi wachanga ambao hawakui na wameokoka kwa miaka mingi, hawazai matunda ya kiroho kama vile wanavyopaswa. Sasa hapa katika injili ya Marko tena sura ya nne, Yesu anaelezea mwitikio wa nne hapa kwenye mstari wa ishirini lakini wale waliopandwa kwenye udongo mzuri ni wale wanaosikia neno na kulikubali na kuzaa matunda mara thelathini sitini na mia moja. Sasa huu ndio moyo unaoitikia katika udongo huu wa mwisho wawili, neno lile lile la matunda limetumika kwenye maandishi ya asili, lakini hapa matunda yanazidi kuongezeka. Kwa nini waumini hawa wanakoma wanazaa matunda kwa uaminifu kupitia maisha yao ya utii kwa utukufu wa Mungu. Hawa ni watu ambao hawakui tu kwa umri katika imani, bali pia wanakuwa kiroho katika imani. Na hapa kuna jambo la kukutia moyo leo, mpendwa: haijalishi watu wanavyoitikia huko nje, endelea tu kupanda neno. Jinsi wanavyoitikia si jukumu lako. Mkulima haitengenezi mbegu, yeye hafanyi mbegu zikue